Walinizika siku mbili mfululizo, baadaye wakanifufua na kunikabidhi pete yenye nguvu sana. Nikaanza kuwatoa kafara waumini wa, wa kanisani mmoja baada ya mwingine. Wewe pete, nataka unipe gari zuri la kisasa. Pete ilinipa hapo hapo chochote ninachotaka. Ungana nami tuanze kutizama simulizi hii inayoitwa Sadaka ya Kafara. Tafadhali nisaidie kulike video hii, pia bonyeza hapo palipoandikwa subscribe. Kisha comment hapo chini utuambie unatizama simulizi hii ukiwa wapi. Aya, tuianze simulizi yetu sasa. Maisha ya mwanadamu yana siri nyingi sana, na wakati mwingine baraka inaweza kuwa jaribu lililojificha katika maisha yako. Kijana huyu anaitwa Benatus alikuwa na umri thelathini, mwenye hofu ya Mungu na mchapakazi. Kutokana na kazi aliyokuwa akiifanya, ikambidi ahamie katika kijiji tofauti na eneo alilozoea. Alipofika katika kijiji hicho, akajiunga na kanisa dogo lililokuwa na waumini wachache lakini lenye moto wa kiroho. Kila mtu alimpenda Benatus. Alikuwa mnyenyekevu, msikivu na mwenye hekima. Siku moja, baada ya ibada, mchungaji wa kanisa hilo alimuita pembeni akamwambia kwa sauti ya upole, kijana wangu Benatus, baada ya maombi marefu, kanisa limeamua kukuamini. Kuanzia leo, wewe ndio utakuwa mweka hazina wa kanisa. Utapanga, utahesabu na kuhakikisha sadaka, zaka na michango yote inaingia benki kwa wakati. Benatus akashtuka akashika kifua L lakini, mchungaji, mimi ni mgeni huku pamoja na hapa, kanisani ni miezi michache tu tangu nije. Kwa nini mimi? Mchungaji akatabasamu tena, kwa sababu tumeona kitu ndani yako ambacho wengine hawana kitu uaminifu usikatae nafasi ambayo Mungu amekupa, ni huduma. Lakini ndani ya moyo wa Benatus kulikuwa na hofu. Alijua majukumu ya fedha ni mazito, alijua pia kuwa fedha huja na majaribu, hata kwa wenye imani kubwa. Alipofika nyumbani usiku ule, akakaa kimya muda mrefu, akamwangalia mkewe, akasema kwa sauti ya taratibu, Mke wangu, wameamua ni na wakanisa. Mkewe akafurahia hongera, mume wangu, Mungu anakupandisha hiyo ni baraka. Lakini yeye akainama chini, sijui kama hii ni baraka au ni jaribu jipyo katika maisha yetu. Siku zikasonga, Benatus alianza kazi yake pale kanisani kila jumapili baada ya ibada, yeye na dada mmoja wa kanisani anaitwa Stella walikaa pamoja wakihesabu fedha wakiwa ofisini nyuma ya madhabahu. Kila noti waliohesabu waliandika: sadaka elfu themanini, zaka laki tatu, michango elfu hamsini. Siku zikapita, kila kitu kilionekana sawa siku moja usiku, baada ya ibada ndefu ya maombi walipokuwa wanamalizia kuhesabu pesa, dada Stela akamwangalia Benatus akamwambia, tumehesabu laki sita na themanini, lakini nitaandika laki tano na themanini. Tofauti ya laki moja tu tutaigawana, ili tuishi nayo, sio? Benatus akashtuka, unaongea nini dada Stela? Hizo ni pesa za Mungu. Stella akamchekea kidogo, ni pesa za Mungu ndiyo, ila ndizo ambazo mchungaji kila wiki anapeleka benki, kisha anakaa hoteli kubwa na chakula kizuri. Sasa sisi tunayohesabu hatuna hata nauli ya kuturudisha makwetu. Mungu ataelewa, ndugu yangu, usiogope. Maneno yale yalimtoa jasho. Benatus akainua macho akasema kwa sauti ya ndogo, sitasahau hili tukio Stella, sitasahau. Siku iliyofuata mchungaji alimwita tena, akamwambia mwanangu Benatus, kuna maono nimeonyeshwa na Mungu ambayo sio mazuri kwako kabisa. Naomba kuanzia leo funga na kuomba kwa siku saba, nami na nitakusaidia kwenye maombi ili uvuke mtihani huo. Benatus akauliza ni jaribu gani hili baba? Mchungaji akasema, kikubwa zingatia maombi siku saba. Ilipofika usiku, akiwa amelala usiku, akaota meza nyeupe, kitu kisichojulikana kikimwita na kumwambia Benatus, wewe sio wa kuishi maisha hayo. Na sauti ikasikika ikicheka kwa mbali akiongea kilugha kiajabu ajabu. Alipoamka sakafuni, palikuwa na noti nyingi kitandani mwake, akatetemeka sana, akijiuliza hizi pesa zote zimetoka wapi? Akaenda kwa mchungaji kumweleza kilichotokea. Ile kufika kwa mchungaji, akakuta mchungaji na mgeni wa kizungu wakawa wanazungumza, na yule mzungu akaanza kusema, mchungaji, niliahidi zaka ya asilimia kumi kwenye biashara yangu. Nililipwa dola laki moja wiki tatu zilizopita, nilitoa dola elfu tano kama sadaka. Leo nimeleta dola elfu tano zilizobaki ili kamilike dola elfu kumi na naomba unisamehe kwa kuchelewesha. Pia naongeza dola elfu moja kwa sababu dhamiri yangu imenisuta kutoa nusu ya fungu la kumi hapo mwanzo. Mchungaji akatikisa kichwa chake na furaha, akasali akamtakia baraka. Kisha yule mzungu akaondoka na kubaki na Benatus. Kisha mchungaji hakuongea chochote zaidi ya kukagua kile kitabu cha sadaka na zaka kwa mwezi mzima, ila hakuona sehemu imeandikwa kuna dola elfu tano zilizotolewa hapa kanisani. Akampigia simu Stella kumuuliza kama kulikuwepo na andiko lolote la dola elfu tano lakini Stella naye akasema hajui. Mchungaji akamuuliza Benatus kwa upole, akasema Kijana wangu, makumbuko yako ni timilifu. Nimeangalia kwenye daftari lako, sijaona palipoandikwa kuna kuwa na dola elfu tano ilizotolewa hapa kanisani. Au uliwahi kuona bahafa ya dola ikipitia mezani kwenu hata kama haikuingia benki? Benatus akasema sijaliona mchungaji, kama ningeliona ningeliandika. Kesho yake kanisani, baada ya ibada, mchungaji akasimama, akaeleza kilichotokea kuhusu dola elfu tano zilizopotea. Kila mtu akamnyoshea kidole Benatus akimtuhumu kurudisha pesa hizo haraka. Benatus akashangaa kila mtu anamwangalia kwa hasira na kumnyoshea yeye tu kidole, ili hali kwenye hilo swala walikuweko wawili, yeye na mwenzake. Benatus alichofanya ni kuondoka humo ndani ya kanisa. Alisimama nje ya lile kanisa akiwaza sana. Aliporudi nyumbani akamwelezea mkeo, ila mke wake naye akaanza kumtuhumu kuwa huenda shetani alimpitia tu, kwa sababu kabla yake yeye hakuwahi potea au kuwa na tukio kama hilo hapo kanisani la upotevu wa pesa. Kesho yake akaondoka kwenda kutuliza akili mbali na nyumbani kwake. Usiku ulipofika, Benatus akiwa amelala akasikia sauti ikimwita Benatus, Benatus Benatus, njoo kwetu tukufanye mtu wa kuheshimika. Kama tulivyoweza kukupatia pesa ndotoni na ukazikuta kwenye maisha ya kawaida, basi inawezekana kabisa kukufanya ukawa mtu mwenye nguvu na utajiri wa ajabu sana. Njoo kwenye msitu wa Kivumbe uliopo kijiji jirani. Benatus aliamka kutoka usingizini na akaanza safari kwenda huko alikoelekezwa. Mke wa Benatus akamtafuta sana mmewe bila mafanikio usiku huo, ila ilipofika asubuhi, taarifa zikaenea kuwa Benatus ameonekana barabarani akielekea upande wa misitu ya zamani iliyokaibu na mto. Kuna safari ambazo mwanadamu hakupaswa kuanza kabisa, kwa sababu njia yake haimaliziki kwenye uso wa dunia, bali kwenye giza lisilo na mwisho. Upepo ukivuma taratibu juu ya miti mirefu, Benatus alikuwa anatembea peke yake kwenye msitu wa kivumbe msitu ambao hata ndege hawaimbi wala kuluka. Miguu yake ilipiga vumbi baridi ya matawi ya miti, akafuata sauti iliyokuwa ikimwita kwa mbali, ikisema kwa lafudhi ya ajabu: njoo Benatus, safari yako imefika, njoo ufanyike kuwa mpya zaidi. Kule ndani ya kichaka kikubwa aliona mwangaza wa mishumaa na watu wakiwa wamevaa manguo meusi kutoka kichwani hadi miguuni. Alipofika walimzunguka kimya kimya bila kuongea kitu. Mmoja wao ambaye ni mkubwa wao akiwa na fimbo ndefu, mwingine akiwa amesimama karibu na jeneza jeupe. Mzee wa kundi hilo akasema kwa sauti nzito, Benatus, umekuja mwenyewe kwa hiari yako? Au bado hujaridhia? Benatus akajibu, nimeridhia na nimeamua kwa sababu sioni ninachokifanya kanisani zaidi ya kutenda wema kisha wananilipa ubaya na kuniita mzizi wakati sijaiba. Yule kiongozi wao akasema tunakupa nguvu, utajiri na jina litakaloitikisa dunia. Lakini itabidi ulale ndani ya jeneza hilo kwa siku mbili. Kisha baada ya hapo utakuwa tajiri kwa pete tutayokupa. Walimlaza ndani ya lile jeneza, wakamfunika kwa sanda, wakaanza kuzungumza maneno ya kichawi huku wakizunguka hilo jeneza. Baada ya siku mbili jeneza lilifunguka, akatoka kwenye jeneza huku wale watu wakiwa wamemzunguka. Kisha sauti ikamwambia, "Umechaguliwa, utavaa mavazi haya kila siku na pete hii. Pete hii ndiyo mlango wa hazina zako." Mmoja akamvalisha pete ya rangi ya dhahabu yenye alama ya jicho, na mwingine akamweka nguo maalum nyeusi na fulana ya ndani nyeupe. Kila utakapozungumza na pete hii, chochote utakachotaka kitatokea. Mwangaza wa mishumaa ukapotea taratibu na Benatus akajikuta yuko nje ya msitu akiwa amevaa zile nguo, pete ikiwa mkononi, amesimama pembeni ya barabara. Akajaribu kuiambia pete, nataka gari. Ajabu sana gari katokea, akaingia na kuondoka. Alipofika nyumbani akachukua pipa, kisha akanyoosha kidole chenye pete kwenye pipa. Hela zikaanza kumwagika ndani ya pipa kutoka angani, noti za elfu kumi kumi nyingi sana. Akawa na cheka zinavyomwagika. Siku iliyofata ilikuwa Jumapili, kanisa likiwa jaa waumini. Mlango ulikuwa umefunguliwa, Benatus akaingia. Mavazi yake yakinaa na kunukia harufu ya manufaata ya thamani. Kila mtu akageuka kumtazama. Benatus akatembea moja kwa moja hadi madhabahuni, akatoa bahafa nzito na kuiweka mezani mbele ya mchungaji, kisha akasema. Mchungaji akasema kwa sauti ya dharau, ulidhani mimi ni mzizi, sivyo? sasa angalia hizi ni dola elfu hamsini sadaka yangu kwa mungu wangu ukumbi wote ulitulia mchongaji alijaribu kuongea lakini maneno yakampotea akabaki anamwangalia tu benatus benatus akacheka polepole pole macho yake yaking'aa kwa mwanga wa pete ile mungu wangu ni yule anayetoa matokeo si maneno benatus akasema huku akitoka nje taratibu na wakati anatoka kanisani, upepo mkali ukaingia kanisani, mishumaa ikazima na pazia la madhabahu likadondoka chini. Baada ya kutoka pale, alienda kanunua nyumba moja nzuri sana pale pale kijijini. Nia ya yake ilikuwa ni kumkomoa mchungaji na kumwonyeshea kuwa hakutakiwa kumdarau. Usiku ule, baada ya Benatus kuondoka kanisani Upepo ulivuma kwa nguvu ukitikisa madirisha ya nyumba yake. Alikaa kimya chumbani. Ghafla sauti ile ya kigeni ikarudi tena ikisema kwa ukali usio wa kawaida, umefanya kosa, Benatus. Pesa zetu hazikutakiwa kuingia kanisani. Sasa kwa kosa hili Utatakiwa ufe wewe au utoe sadaka, na kama ni sadaka, utatoa sadaka ya damu. Kila mwezi ndani ya mwaka utatoa mtu mmoja kutoka kwenye lile kanisa, kila mwezi mpaka mwaka utimie. Ukikosa sadaka, wewe mwenyewe utakuwa sadaka. Benatus alitetemeka. Alijaribu kuondoa pete haikutoka. Macho yake yakawa mekundu, damu ikamsonga kichwani. Hatimaye akakubali ndani ya nafsi yake, bora ni watoe wao kuliko mimi nife. Siku zikaenda. Mwezi wa kwanza, Benatus alianza kafara ya kwanza, alienda kwa Stela, yule dada wa kanisani aliyekuwa naye kwenye kazi za sadaka na zaka na ndiye aliyeiba zile dola elfu tano za mzungu alizotoa zaka. Benatus akasimama katikati ya chumba. Stella akamuuliza, wewe Benatus, umefikaje hapa? Benatus hakujibu chochote kile, kisha akainua pete juu na kusema, nitatoa sadaka yangu ya kwanza akasema kwa sauti nzito, kisha akamnyoshea kidole chenye ile pete. Huwezi amini, Stella aligeuka kuku wa kienyeji hapo hapo, kisha akapotea kama moshi na akaacha hapo kwa Stella shina la mgomba. Asubuhi yake taarifa zikasambaa, Stella amekutwa amekufa nyumbani kwake na mazishi yakapangwa, ila kilikuwa kifo cha kusikitisha sana. Siku ya mazishi ya Stella kanisa ndilo lilishughulikia mazishi na kila kitu, ila cha kushangaza Benatus akaja hapo msibani na kuungana na waumini wenzake kwa kisingizio eti alikuwa anafanya kazi na marehemu. Mwezi wa pili. Watatu, wanne. Kila mwezi mtu mmoja alipotea. Benatus hakulala tena. Kila usiku alikuwa akipiga magoti, macho yake yakiwa mekundo, pete yake ikimpa nguvu na pesa, lakini roho yake ikizidi kuoza. Siku moja mchungaji alimfata Benatus na kumuuliza, kwa nini huonekani tena ibadani? Yaani kanisani. Benatus akacheka kwa sauti isiyo ya kawaida. Mchungaji, kanisa lako lilinidharau. Mliniona kwa sababu ni maskini, basi naweze kuwa nimeiba ile dola elfu tano ya mzungu wenu, lakini tazama sasa hivi na kila kitu. Na isitoshe mlisema nimeiba dola elfu tano, mimi nimewapa elfu hamsini. Mchungaji akasema Shetani anakudanganya mwanangu, utajiri wa damu huisha. Lakini Benatus hakujibu, aligeuka na kuondoka. Miezi ikasonga, watu sita walikuwa tayari wamekufa kimya kimya, mmoja baada ya mwingine. Na sasa mwezi wa saba ukawadi, sauti ile ya kuzimu ikarudi tena: mchungaji ndiye sadaka inayofuata. Usiku huo mvua ilianza kunyesha, radi ikipiga angani. Benatus akavaa nguo zake nyeusi, pete iking'aa kama moto. Akaingia kanisani akiwa amebeba hirizi na chombo cha damu. Mchungaji alikuwa akiomba peke yake. Aliposikia kuna mtu ameingia kanisani bila kupita milangoni, aligeuka. Macho yake yakakutana na ya Benatus. Leo, Mungu wako ataona nani ana nguvu zaidi. Mchungaji akainua Biblia juu na kusema, na nguvu za Mungu wa kweli, toka shetani ndani ya huyo kijana. Wakaingia kwenye mapambano ya kiroho, mvua ya kichawi ikaendelea kunyesha kanisani, taa zikazimika na kuwaka, nguvu za ajabu zikawa zinamwingia na kumtoka Benatus Upepo ukapiga ndani ya kanisa kama kimbunga, lakini mchungaji aliendelea kukemea, kusali kwa nguvu zake zote. Nguvu za ajabu zikatoka kwenye Biblia zikampiga Benatus mpaka chini. Benatus akapiga kelele kubwa, mwili wake ukitetemeka, akaanguka chini akiwa akilia kwa uchungu. Mchungaji akamsogelea taratibu, akasema Mungu anakupenda bado, inuka mwanangu. Hali ya hewa ikarudi kama alivyokuwa. Kwa machozi Benatus akaanza kukiri, ni mimi mchungaji, ni mimi niliyeua wote, ni mimi niliyechukua sadaka za damu, ni mimi niliyeingia agano la pete. Mchungaji hakumfukuza akamwombea, Mungu wa rehema, msamehe huyu kijana Ametoka gizani arudi kwenye nuru yako. Benatus akainua macho, machozi yakimdondoka usoni, akasema kwa sauti ya unyenyekevu, sasa najua. Mchungaji akamkumbatia, karibu nyumbani tena mwana wa Mungu. Tangu siku hiyo Benatus akawa mtu mpya, hakutafuta tena pesa, hakutafuta tena miujiza bali aliishi kumtumikia Mungu kwa moyo wa toba, na kila alipokuwa akihubiri alikuwa akimalizia kwa maneno yale yale: Shetani anatoa haraka, lakini anawinda maisha yako kama malipo. Unaweza tazama na zizi hapa simulizi nyingine kuzidi kuenjoy, gusa mojawapo ya hizi hapo nne kutizama. Asante sana. Tuonane kwenye video nyingine.